Mheshimiwa Rais, mmoja ya maelekezo aliyonipa wakati ananteua, aliniambia nenda Arusha, kawe sikio la wananchi wa makundi yote bila kubagua, na pale inapowabidi tafuta kila namna wanyonge na watu masikini wasiokuwa na uwezo waone sura na taswira ya upendo wa serikali yao kwa kuwahudumia kadri iwezekanavyo. Kwa maelekezo hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia alinipatia ni lazimu kuanzisha utamaduni wa upimaji na matibabu bure kwa wananchi wanyonge maskini wasiokuwa na uwezo, jambo ambalo tulifanya mwaka jana na tukapata watu waliohudumiwa takribani elfu thelathini na mbili jambo lilikuwa la faraja kubwa sana, liliowapelekea wakina mama walioenda hospitalini wakakosa pesa ya kumalizia gharama ya kulipia vipimo wakarudi nyumbani wakiwa wanamlilia Mungu wao na sauti ilimfikia Mungu, na hatimaye tukafanya kama ambavyo rais wetu alituelekeza. Naomba kutumia fursa hii kwa sababu jambo hilo tulilifanya ilikuwa ni mwezi wa sita mwaka jana, kuwatangazia pia wananchi wa mkoa wa Arusha ya kwamba mwaka huu pia tutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kama tulivyofanya mwaka jana, kwa wananchi wote wenye uhitaji wasiokuwa na uwezo wa kwenda hospitali kwa magonjwa yote na tutafanya kuanzia tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa takriban siku saba na kuhakikisha kwamba kama ulikuwa unaumwa na hauna pesa ya kwenda hospitalini basi njoo mungu amesikia kilio chako na daktari samia ametupa kibali cha kufanya tena mwaka elfu mbili na ishirini na tano mheshimiwa makamu wa rais zoezi hili huwa linaonekana kama zoezi la kawaida lakini sisi ni zoezi la kumtukuza Mungu na kumtumikia Mungu kwa nafasi zetu. Nakumbuka mwaka jana, yuko bibi mmoja alivyofika pale uwanja wetu wa mpira, tulibadilisha pale tukafanya kama sehemu ya hospitali. Alivyopokelewa, akasajiliwa, akaingia kwenye utaratibu, akafika mahala akaambiwa, tatizo lako hili inabidi uende kwa daktari bingwa, akaenda kwa daktari bingwa. Bibi huyo nilimkuta, hakujua kama napita kuangalia. Lakini akiwa analia, mkono wake mmoja wa kulia ameshika dawa zake, mkono wake wa pili akiwa ameshika karatasi ya vipimo na majibu aliyopata kwa daktari. Kilio chake ilikuwa ni sauti inayosikika kwa unyonge na machozi mengi yakitoka, akisema, Mungu, nimeonekana, umeniona. Samia amenipa dawa, Samia amenitibu. Nilikuwa nasubiri kufa, leo naenda kupona. Asante Mungu. Kwa hiyo maneno yake yale yalinikumbusha ya kwamba kazi hii tunayoifanya si tu kwamba inatupa nafasi ya kuendelea kuaminika na kupata nafasi nyingine zaidi, lakini inatuandalia mahala pema peponi siku ambayo Mungu akituita. Hivyo <tipi> <tipi> ni ne kupongeze kwa utendaji na kujali maslahi ya wananchi hasa wale ambao wana uwezo mdogo, wasio na uwezo kama ulivyosema, nakupongeza sana kwa lile zoezi la upimaji wa afya na kuwaleta madaktari bingwa kwenye kambi, basi hili kama ulivyosema mwenyewe, na wananchi wetu wanyonge waendelee kumsifu Mungu kwamba sisi watumishi wa serikali tunafanya kazi ambayo Mungu anapenda tuione tukikuwa katika kuwatumikia Watanzania.